Na mkuu wa mkoa ushirikiane na waziri wa utalii, na nimeongea naye kwa simu leo, nimemwelekeza kushirikiana na wewe kuhakikisha kero za watu Nyatwali zinaondolewa, na nimeambiwa malipo ya mwisho kabisa ya watu asilimia kumi iliyobaki yako kwenye hatua ya mwisho kulipwa na hazina. Namtumia salamu huko aliko waziri wa fedha, hela hiyo itoke baba. namtumia salamu nani? Waziri wa fedha, hela iliyobaki Nyatwali itoke. Na kwa bahati nzuri sijawahi kumpa maelekezo Mwigulu yakafika siku kumi na nne hajatekeleza. Makofi kwa Mwigulu huko uliko Mwigulu, makofi hayo umeyasikia? Usipotoa utalipa Niwaambia, huko aliko makofi ya Wanabunda. Asipotekeleza atafanya nini? Atalipa, atalipa makofi mengi zaidi. Uongo kweli eh? Kwa hiyo hilo jambo limechukuliwa linafanywa kazi. Kwa hiyo naomba mwaambie wananchi wangu wa Nyatwali, waambieni DC kasema, tulieni. Mkuu wa wilaya akasema nini? Eh, mimi nikiwa hapa mimi DC tena DC, usinune Eh, hey, DC usinune. Hapa mimi na wewe ni ma DC pamoja. Eh, hey, na mnakumbuka waliokuwepo wakati ule wanakumbuka elfu mbili na, na tano mkutano mkuu wa sisi wilaya ya Bunda. Uliniomba nigombee ubunge. Mnakumbuka? Eh, hey, ndio mkafanya nikagundua kumbe na mimi naweza kuwa mbunge, nikakimbilia Songea. Kabla mjaniomba kugombea mimi nilikuwa hata sijafikiria kwamba eh. Hey. Mlinikumbusha tu sisi ni moye. Kwa habari ya Nyatwali tumeimaliza, lakini nawaomba watu wa Bunda, maendeleo yaliyopigwa katika nchi yetu ikiwemo Bunda kwa miaka hii minne toka Rais Samia ameingia madarakani, huwezi kuyafananisha na wakati mwingine wowote katika historia ya nchi yetu. na kwa kuwa wananchi wa Bunda wanapenda kuhukumu kwa kutegemea kazi, ni wazi kwamba kama mnatoa maksi kwa rais Samia na kama mnatoa maksi kwa Chama cha Mapinduzi safari hii mnatoa asilimia tisini na tisa mia hebu eh? Ngoja maana naona ubishani ni mkali, mia au tisini na tisa mia, tisini na tisa mia, tisini na tisa naona, na naona mia imeshinda.